Benki hii imewekeza kwenye teknolojia kwa kiasi kikubwa sana sana sana, tumewekeza kwenye ma data center, tumewekeza kwenye ma call center, na uwekezaji huu kwenye ma core banking system, data center na kadhalika, ndio sasa unaotuwezesha ubunifu wote huu unaoendelea. Sisi tukitaka ubunifu wa aina yoyote, yaani ile capacity from a technological point of view ipo lakini pia tuliona tuwekeze kwenye governance, misingi ya utawala bora. Ndio maana hii benki popote, na sasa hivi, namshukuru Mungu kwamba watu wameshajua kwamba benki ya NMB ni benki ya ina gani, na ndio maana tumeifikisha benki kwamba sasa hivi sio tu mlipa kodi mkubwa zaidi Tanzania, lakini mlipa kodi anayefuata kanuni na sheria za ulipaji kodi, kwa maana kwamba kwamba ni the most compliant taxpayer pia tunasikiliza wananchi kwa maana ya kwamba kuangalia kero zao mm, na malalamiko yao mm, yanakwisha. So, ili mwisho wa siku yule mwananchi hata kama hatupati fedha kwake mm, maanake akitulia atalipa kodi kabisa, atafanya kazi kwa uhakika kabisa, atazalisha zaidi mm, kwenye uchumi kabisa kabisa, lakini atashiriki mm, kwenye shughuli za maendeleo so, so, so, kiasi ambacho ya sasa yale malalamiko yake sababu yameshughulikiwa mm, hana haja tena ya kushughulikia yale malalamiko yake. Ndio tunacho, tunachokifanya kama wizara. Na sisi kama wizara tumejipambanua kwamba hatupokei lalamiko kwamba hili alituhusu.